Klabu ya kandanda ya Ziga Bombolulu leo imefurahi kujumuika na kiongozi Abduswamad Ali ambaye ametambua na kuwapiga jeki katika harakati zao za baadaye ikiwa ni baada ya klabu hiyo kutambuliwa katika ligi ya shirikisho la kandanda nchini FKF. Kwa hivyo, mimi I'm very passionate about supporting local talent. And when I see young people here, very young, I'm very happy to take part in helping you in one way or another to achieve your dreams. Ni klabu hiyo ikishirikiana na APDK Bombolulu ambao ndio mwavuli wa wale wanaoishi na ulemavu Mombasa, wameunga mkono harakati wa za Abduswamad Ali ambaye mbali na kuwa na azma ya kuwawakilisha wakazi wa Nyali bungeni uchaguzini, anataja msukumo wake ni kushirikiana na vijana kwa mstakabali wao ujao maishani, huku akiwachangia fedha na kuwafadhili kwa jezi. Unajua sisi watu wa mpira tumejipanga. Kwa hivyo contribution yangu sio pesa peke yake, hata vifaa vya nini? Vya kucheza. But mpira inalipa. And I want to encourage all the footballers wa Ziga FC kwamba take it seriously, ujue kwamba inalipa na wazazi wenu pia make them happy. Na pia iwasaidie kuondoka mitaani, maskani and be able to do something meaningful with your lives. Sindio? Kitu ya kwanza yenye nataka kupongeza bwana yeye nimetembea na yeye kuanzia Kisimani FC na kweli anajua kulinda mali ya jamii na mali ya kwanza yenye tumelinda ni Kisimani FC, na zingine nyingi Ziwa la Ng'ombe na pia Kazandani. I think, I will say Nyali sub county. Lakini Zinga FC hatujafika. Ni timu ya Ziga, wameonyesha shukrani zao ikiwa ni vilevile baada ya kupanda miti katika majengo ya APDK ikiwa kama ukumbusho Jonathan Mwanzia.